Bwanaye, leo tuko hapa kumzungumzia Dokta Hasani Mwinyi. Kabla sijaanza kuzungumza, kwanza nasema tumpe mitano tena, Wazanzibari, wana CCM, tumpe mitano Dokta Hasani Mwinyi. Kwa sababu gani? Huwa mi napenda marais ambao wanafanya kwa ajili ya wananchi wao na sio kufanya tu vinaonekana Naona vitu anavyovifanya dokt Hasani Mwinyi ni mfano tosha kwetu sisi ambao tulimpoteza hayati John Pombe Magufuli. Unaona, tunaanza nawakumbusheni nyiwe wa Zanzibar, nawakumbusheni nyiwe wananchi wa, wa Zanzibar. Uh, tukigusia masoko aliyoyajenga, si moyo wa zati, zati. sasa hivi anapambana kubadilisha ama anapambana kujenga mabarabara yani, kila sehemu sasa hivi ukiingia chochoro yoyote ile unapata miundo mbinu, mi, miundo ya barabara inaendelea. Kwa hiyo nasema k kwamba wazanzibari ni juu yetu sisi kumpa tena miaka mitano dr hasani mwinyi eh. Na salamu zikufikie dr hasani mwinyi, sisi wananchi wako tumefurahishwa sana vile vitu ambavyo unavifanya, na mimi niko hapa juu ya kuwakumbusha Wazanzibari, nawakumbusha Wazanzibari ya kwamba huyu ndio rais mwenye moyo wa dhati juu ya wananchi wake, kama alivyokuwa Magufuli juu ya wananchi wake. Tumejengiwa masoko, tumejengiwa, tumejengiwa barabara na bado yanaendelea kujengwa mengine, mengine ishakamilika. Bado tumeshahidiwa treni za umeme Zanzibar. Hebu just imagine, hiki kisio kilikuwa kina treni za umeme bwana, yeah. Itakuwaje? itakuwa ni vitu vizuri vya dhati vya hali ya juu. Kwa hiyo, Wazanzibari ni juu yenu kumchagua kiongozi Dr. Hassani Mwinyi, ni mtu ambaye anafanya vizuri, afu vilevile kumbukeni kwa kwamba hadi mida hii hadi sasa hivi ninavyozungumza, kuna daraja ambalo wanalijenga pale kutoka Amani kwenda Kiembeni. Hebu fikirieni daraja, msipompa Dr. Hassan Mwinyi, je, litakuja kutumia kwa wakati wake kama alivyopanga yeye? Je, mtapata matreni ya umeme kama alivyozungumza? Nafikiri siasa ya Dr. Hassan Mwinyi si kubwa, lakini msiangalia siasa na nyie mnabidi muongeze zenu katika vichwa. Je, vipi anapovifanya Zanzibar, vipi vitu, vitu gani anapovifanya Zanzibar? Vitu anapovifanya Zanzibar Zanzibar ni vitu vya hadhi ya hali ya juu. Kwa hiyo ni, ni juu yetu.